Inavu shabani bure. Sawa. Je, huduma hii ni umetozwa ume fedha yoyote kwa ajili ya kuchukua dawa? Na wale ambao hawajaja hawaja hapa nayapy kuambia, ambao bado hawajafika wa wanasitasita labda wewe una yapi ya kuambia sasa mm, kwa fursa hii mm, wa, unawaambia nini? Waje kwa wingi waje wa, kwa wingi. Naitwa Veronica James Mapembe, ni mkazi wa Singida, Iguguno. Tunashukuru kwa huduma hii ndio tuletea hapa kwenye hospitali yetu ya RC. Labda umepata dawa Nashukuru, nimepima na nimepata dawa na imani zitatusaidia. Na umetozwa hela labda kiasi chochote kile? Kwa kweli tunashukuru kwa sababu hatujatozwa hela yoyote, dawa tumepata bule, vipimo bule. Na, na we una yapi ya kuambia sasa masista baada ya kuwaletea huduma hizi bule? Wee una yapi ya kuambia sasa kama mkazi wa eneo hili Tunashukuru sana kwa masista na madaktari waliojitolea kuja kutupa huduma hii. Kuna ambao wako majumbani bado hawajafika. una yapi ya kuambia kwa wakati mwingine? tunaomba waje, ambao hawajafika katika huduma hii waje, watapata vipimo bure na dawa bure kabisa, tuna imani watapona. ni kwa jina anaitwa Taraia Paula. Wakazi wa jijini, karibu na. Umekuja hapa tangu lini kupata huduma? nimeanza Leo. okay. hiyo ya mwaka jana mimi sikuwepo. sawa huduma umeionaje? huduma nimeiona nzuri, ndio. kazi mazuri na huduma nimekata vizuri nawakaribisha mm -hmm. na wengine wenye wahitaji kama na huduma wa, wa, wa, wa hizi ni bure au umetozwa hela? Huduma hizi zinatolewa bure hmm. Na washukuru sana idara ya afya pamoja na masista wetu hmm, kwa sababu tunatibiwa bure bila kutoza hela yoyote, hasa wengine ambaye hatuna uwezo wa kujipia dawa. Na wewe una yapi ya kusema kwa masista ambao wamejitolea kwa hudumia bure kabisa bila kutoa pesa? Wewe una yapi ya kusema? Ninawashukuru mm. Kwa sababu wametuletea huduma hii bure mm. Hasa wengine ambayo tuna kipato cha chini, hatuna mahitaji ya kununua dawa mm. Tunakosa huduma kwa sababu <laughs> mara nyingine una, unaandikiwa dawa lakini unakosa kuzipata kwa sababu huna pesa okay. Na tunajua katika uchumi wa sasa hivi ni uchumi mgumu mm. Kwa hiyo tunawashukuru sana masista waliotuletea huduma hii, hasa wanaojitolea bila kulipwa, na sisi tunapata huduma za bure. Umepatiwa, umepata dawa Nimeshapata dawa tayari. Dawa ziko wapi? Labda anaweza kawaonyesha maana anaweza kusema. <laughs> Okay. Waamini kabisa kwamba ni kweli huduma ni bure na dawa umepatiwa. Eh, huduma zenyewe hapa. Dawa ulizopewa ni hizo. Sawa sawa na ni bure kabisa na